Leo nataka niongelea ahadi za Mungu na jinsi ambavyo sisi kama Wakristo na sisi kama Wakristo, vitu ambavyo tunabidi tufanye ili hizo ahadi za Mungu zitimie. Kosa ambalo Wakristo wengi sana wanafanya ni kwamba Mungu, Mungu aki, akiweka ahadi kwamba nitakufanya kitu fulani, basi una relax, unasema Mungu tu atafanya and afu baadaye hicho kitu hakitokei, alafu tunaanza kumlaumu Mungu, tunaanza tunakasirika, mara kanisa tunataka tena kwenda, mara tunataka tena kusali. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu oh, Mungu anasema kitu fulani atafanya, alafu amna um, kitu kimetokea, right? Kwayo, kwa hiyo, kwa kuanzia nataka pia nitashare ushuhuda wangu, jinsi ambavyo Mungu amenipa ame mimi nyumba mwaka huu wa 2025. Kwa kuanzia kwanza mwaka jana mwezi wa 11, nilikuwa na nilikuwa kwenye sala naweza kusema lakini, nilikuwa nipo tu mwenyewe na, na Mungu tunaanza kuongelea kuhusu elfu mbili ishirini na tano na kila mwezi nikaanza kuongea, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, yaani mwezi kwa mwezi, Mungu akawa ananipa kwamba mwezi huu itakuwa hivi, mwezi wa pili itakuwa hivi yani. and I think hapa napoongea hivi, pia ni vizuri sana kama Wakristo tunaongea mwaka wa 2026 ka yani, peke yako unaweza ukaweka muziki wa wa taratibu wa you know, wa Kikristo alafu unaambia Mungu okay, sa tunangia mwaka mpya, namba uniambia unia mwaka, mwaka wangu mpya unahusu nini pia naweza kakupata neno akamwambia mwaka huu wa mwaka labda wa 2026 neno ni hili au neno ni hili unajua. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya hivyo, kwa mimi nilifanya hivyo mwaka jana 2024, mwezi wa 11 na tunaweza kupitia mwezi kwa mwezi, tofika mwezi wa tatu, Mungu, neno la mwezi wa tatu lilikuwa ni nyumba and huo muda ambao Mungu asema mwezi huu utakupa utapata nyumba akaunti yangu nilikuwa na, na savings kidogo lakini sio za kutosha kwamba naweza nikanua nyumba especially hapa mi naishi hapa um, Canada right, lakini bado nikaandika nilikuwa na na kwenye simu yangu na notes nikaandika kwamba mar, uh, march house hivyo. And then baada ya hapo sasa vitu sasa vikaanza kutokea. Kwa hiyo kwa kuanzia hii step ya kwanza wiki, kwanza pata neno lako kutoka so, kwa Mungu. Unaweza kutia Biblia kwenye sala njia yote ile. Kwanza pata neno Mungu anasema nini kuhusu swala fulani. Pata neno lako kwanza. Hicho ni cha kwanza. Then ukishapata neno lako kila siku, kila siku, kila siku, kila siku kumbuka Mungu alichokuambia na kiseme out loud. Yaani kiseme na kiseme, yani ongea, ongea like use your words. <laughs> Tumia mdomo, tumia mdomo mdo wako kusema nini Mungu amekwambia. Okay? And then pia fanya kitu, take take action, right, take action, fanya kitu. Kwa hivyo, kwa mfano mimi hapa nilipopata hilo neno, even though nilivyoangalia kwenye bank account yangu hela haijatimia, lakini bado nikaanza kufanya contacts, na nikatafuta nani, realtor realtor kwa Kiswahili uh, sijui, lakini ni mtu anakusaidia kupata nyumba right. Kwa hiyo nikatafuta contact na realtor, nikaanza sasa kuangalia nyumba mbaya. Na hapa na kufanya kitu ambacho ni, ni, ni, bure. Ni wewe tu na kama una gari lako, gari na mafuta, unaweza kuanza tu ku, kuangalia kuangalia nyumba. Kwa hiyo even though hela kwenye account haijatimia, nikaanza kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa huu muda nitakwambia hivi, kama nenuka kakupa neno fulani ama unataka gari kwa mfano, ama unaomba Mungu, Mungu please naomba gari, naomba gari. Nini unaweza kufanya? Unaweza kwenda nani showroom ama unaweza kuanza kuuliza watu, atakuambia watu, watu jama, natafuta gari natafuta gari, hata kama hela kwenye akaunti haijatimia because sisi tuna tupo na Mungu, he is a big God, na anafanya vitu vingine ambavyo mwanadamu wa kawaida havi havi make sense. We ukiangalia situation unaona kabisa hii hii make sense, yani ukiangalia. Okay, kupiga hesabu, hesabu hazitimii lakini Mungu ndo anavyofanya kazi hivyo right, and that's why this, ndo basi sisi ni wa Kristo na watu wa Mungu, ndo tuna imani, si ndio? Kwa hiyo haina haja kuona kwamba oh, kwa yani, mbona sasa hela kwenye account sina, nitazaje kutafuta gari, nitazaje kutafuta nyumba? Hapana, kwa sababu wa Kristo hatu atufanye mambo design hiyo. Kwa hiyo mimi nikaanza kuangalia nyumba, even though hela kwenye account haijatimia. Na mwezi nimepata neno, mwezi wa kumi na moja, mwezi wa kumi na mbili, nimeanza tayari kuangalia nyumba. Sawa, so, baada ya hapo ikafika mwaka huu e, mwezi wa pili nika kazini kwangu nikapata bonus ya mwaka sasa uliopita, kwa hiyo let's say mwaka elfu mbili ishirini na tano tunapata bonus mwaka kombe mwaka 2024 kwamba biashara ilikuwa imeenda vizuri kwenye kampuni ambayo ilikuwa inafanya kazi. Kwa hiyo wafanyakazi wote not wafanya uh, kazi wote sorry, ilikuwa ni ma-managers. Kwa hiyo watu ambao manager positions uh, mameneja kwenye hiyo kampuni, kuanzia manager kwenda juu wote wanapata bonus ambao sikujua, mimi sikujua, kwa mimi nilipopata hilo neno nimeandika kwenye kwenye kwenye notebook yangu kwenye, sorry, kwenye simu yangu nimeandika nyumba, kwamba mwezi wa tatu ni nyumba. Hiyo bonus, mimi sikujua kama tunapata hizo bonus wewe. Hii ndio kwa mwaka wangu wa kwanza kufanya kama, kama manager kwenye hii kampuni. Kwa hiyo kwenye kampuni ambayo niko nafanya nayo kazi kwenye, kwenye kwa nini, kwa sijui kama wanapata wanatoaga hizo bonus right. Kwa hiyo hiyo bonus, kwa hiyo hela ya bonus ikaja, nikaweka sana, nikaunganisha na na um, savings ambazo tayari nilikuwa nazo. And then baada ya hapo nikaendelea na nikaendelea nik, nikaendelea kuangalia nyumba nikapata, sasa nikaingia kwenye nyumba ambayo sasa hivi nipo mimi, nikaingia kwenye nyumba nikaipenda, nikaipenda na nikipiga mahesabu. Kwa hiyo kwa mfano i can say, naweza kutoa mfano labda unahitaji uh, USD tuseme elfu kumi nikipiga mahesabu ya ya savings na hata bonus ambayo nimepata imefika 8000, bado 2000 haijatimia, si ndio? Lakini hata kama kwa hapa Canada process ya nyumba ilivyo, hata kama hela haijatimia moja kwa moja bado unaweza uka, uka, ukaendelea na na yaani, unaweza uka, ukaendelea na process ya kupata nyumba na benki na nini, alafu mwishoni sasa hiki mwishoni mwishoni unaweza sasa, so, wakasema okay, sasa hii tarehe hatuwezi kuendelea mpaka hela itimia, right? Married na mimi kama usumu ni Mkristo na na, na, na na nafanya vitu kwa imani nikaendelea na hizo so even though hela haipo, nikaendelea kufanya hizo step step step mpaka tukafika mwisho ambao okay, so sasa hapa hela lazima itoke, yani lazima uwe na hela kamili kamili kamili and na, nilipofikia kwenye hiyo step nikasema, okay, Mungu wewe ndio unasema kwamba nyumba maki nilivunya kwenye nyumba nika okay, nikasema nyumba ni nzuri nimeipenda na naitaka, then and also na nikipia kind nikafikiria of kama vile nikajisema, vile Mungu anasema sawa, yani sawa, yani with it ndani yangu, ndani kwangu, nilisema vile hii nyumba ni nyumba nzuri, nimependa na itaka. Kwa hiyo nilipofika hiyo stage ya mwisho ambapo sasa hela lazima itimia, na nilikuwa hela of course hajatimia. Nikasema, okay, nikaingia kusa tena kwenye sala na Mungu wangu sana, nikaoi kwenye sala. Okay, Mungu nafanya nini? Nafanya nini kupata hii hela? Then hapo ndio akaniambia, muombe nani mamako? Muombe mamako and of na hela ni nyingi especially kama data ni USD ukibadilisha uki, uki kwenye hela za Kitanzania mimi ni kutoka Tanzania kwenye hela za Kitanzania ni hela nyingi. Ambapo mimi pia sikudhani kwamba mama yangu angekuwa nayo hiyo hela. Lakini nilivyomuomba, um surprisingly, I was very surprised akakubali. Akakubali na akanitumia na alivyonitumia ikatosha sasa, hela ikatosha kwa mimi sasa, now finally um to get kupata hii nyumba ambayo sasa hivi mimi nipo right point ambao najaribu kuemphasize yaani ku kuisema kui, kui, kui again tena tena na tena ni kwamba kwenye mambo haya ya Mungu na hizi ahadi ambazo Mungu amekupa, ni tunaenda kwa imani, tunaenda kwa imani, so we move by faith, we just move by faith and not, sio kwa wewe tu ku relax kukaa, tukisema ngoja nisubiri kwanza mpaka ile itimie ndio naweza kutafuta nyumba, mpaka leo ningekuwa, mpaka leo nyumba ingekuwa, mimi ningekuwa nyumba nyumba sina, right mpaka leo ningekuwa nyumba sina, tukisema tu the ukweli. So for you now, kwa wewe ambaye unaangalia hii video leo, naomba urudi kwenye notes zako kwenye whatever time ba una kwenye notebook chako unaandika, nini Mungu akanipa ahadi fulani, kanipa ahadi fulani, kanipa ahadi fulani. Na unapojiuliza swali, nini naweza kufanya leo, today today as you watching this video, naweza fanya nini, naweza naweza kufanya nini leo ili hii ahadi ya Mungu iitimie, ili ahadi ya Mungu itimie. Na unaweza hata kujisala, unaweza kumwomba Mungu, Mungu anataka kitu fulani yaani kwa sababu nafikiria mimi sisi hapa na Mungu tuna it's a partnership, kwamba yeye, yeah, anaahidi kitu hichi, lakini wewe mwenyewe, wewe mwenyewe kama Mkristo pia na no, wewe you also have a part to play, kwamba na no, wewe mwenyewe bila you have to do something kwa ajili hicho kitu ambacho Mungu amekuahidi kitimie. So sio kwamba kila kitu tuna tunamwachia Mungu. Hapana, hapana, hapana, sisi kama Wakristo we have to take responsibility. Lazima niseme kwamba hii ndio ahadi yangu Mungu amenipa naweza kufanya nini leo nipate ahadi? You have to take action, muhimu muhimu muhimu sana. Au kitu cha, uh, kitu cha tatu ambacho ningependa kusema kwenye hii ni kwamba kwenye sala zako, na unaomba Mungu kwa kitu fulani, unavyosali jaribu pia, yani kwenye in your mind kwenye akili uh, uh, uh, yako jaribu kuanza ku, kuangalia ku, kujiona tayari kama tayari cha kitu tayari unacho sijui kama I I I hope I make na, I hope na make sense. Yaani kafundo kama ni gari tayari anza kujiona upo kwenye hiyo gari tayari, anza kujiona upo kwenye hiyo nyumba. kama, le, kama ku kuoa ku, au nataka kuolewa tayari jianze ku, kwenye akili yako jianze kuangalia okay, ni mwanamke wa aina gani nataka, au mwanamume wa aina gani, au kama okay, nikisha nikishaolewa ama nikishaoa, nataka ndoa yangu iwe ndoa ya aina gani? Yani nikirudi nyumbani nataka nijisikiaje? you know, vitu kama hivyo v, vitu kama hivyo ni ni ishara, uh, uh, as unavyofanya ni ishara pia kwa Mungu kwamba your akili yako inafunguka na moyo wako pia unafunguka kupokea ile ahadi ya Mungu ambayo unamwamini Mungu akufanyie, si ndio? And then kitu cha nne kwenye hii kwenye kwenye hii um, hii process cha nne ni kumshukuru Mungu, sio kulalamika, sio kulalamika. Yaani kama unajifunza kuhusu Mungu, Mungu hapendi watu ambao wanalalamika yaani kama nani wa Israeli kula yani, m, nini ile umefika kwa pale kwenye Red Sea imefunguka, umepita, lakini bado baada yapo tena hawana maji, wanaweza tena kulalamika tena kuhusu yani maji tayari <laughs> umeshapita kwenye maji, baadaye tena hauna maji, unaweza tena kulalamika. Kwa hiyo wa Israeli tuna judge kwamba wakuwa ni watu wa aina gani hao ambao kila kitu wanalamika, wanalamika. Lakini pia sisi wenyewe kama Wakristo we, tunaweza ukasema tunafanya hivyo kama tu wao wanavyokuwa wanafanya, si ndio? Usilalamike, anza unaweza mimi nimeomba miaka mitano, hii bado tu hajatimia, mimi basi tena sina. Ukifanya hivyo, ambaye ana, ana m, yani Mungu yeye yuko vizuri tu Ambe, anakua, ambaye anakuwa ambaye ana, anaumia zaidi wewe hapo, ndio ambaye unaumia. Kwa hiyo mimi na chama sana kumshukuru Mungu e, kila siku, kila siku ni kumshukuru Mungu, kama tayari kama let's say una, una, una, umepanga, lakini unataka hiyo nyumba ambayo inakuwa mwenyewe ambayo umejenga nini ambayo Mungu nakushukuru kwa hiyo nyumba ambayo nimepanga. Hata hata nikirudi nyumbani ninasema, mbona naweza kulala kila siku. Nashukuru kwa hili coach, nakushukuru. Yes, inaweza kuwa ni ngumu, lakini fanya hivyo. Yaani fanya hivyo tu hivyo hivyo, hata kama ni ngumu, lakini fanya tu hivyo, kwa sababu nimegundua tukiwa kwenye posture ya gratitude, tukiwa tunamshukuru Mungu ambacho tayari unacho, ni rahisi sana Mungu huku bless kukupa baraka za vitu vikubwa zaidi. Kwa hiyo ukianzia kwanza kumshukuru ambacho tayari kitu ambacho tayari unacho. Kwa hiyo, muhimu muhimu sana kumshukuru Mungu kila siku, mshukuru Mungu, sema Mungu, asante, na kushukuru hata kwa afya yangu hata kwa akili yangu, hata anaweza kwenda kanisani kila siku kila Jumapili na kurudi na kushukuru. Kwa hiyo gratitude muhimu muhimu sana. Alafu pia nilikuwa nataka ni, ni ni kupe, um, scriptures kwenye nini ni, neno la kutoka kwa, kwenye Biblia and ikitokea kwenye nimek kuna wengine ambao wanaangalia nglea video na nasema jamani, nimeshomba hiki kitu sasa hivi, imeshafika miaka mitano naona kama haitotokea tena. Yani unaanza sasa, ku, unaanza kukata tamaa unaanza kufeel kama una, una give up. Hapana, hili neno ni Hesabu mm, aya 23 mstari 19 unasema Mungu si mwanadamu anena anene anene Mungu si si mwanadamu anene uongo wala si mwana wa Adamu ajute. Je, amesema naye hatatenda? Au amenena naye hatalitimiza? Umeona? Mungu si mwanadamu ambaye anadanganya, yaani neno lake akishasema, lazima lazima litimie, hata kama likiwa sio kwa kwa wewe, kama wewe, kama wewe hata chini, yani watoto wako, ama wajukuu zako, ya familia yako, lazima neno la Mungu lazima litimie, afu na ni nyingine tena neno lingine tena ni Isaya um, 55:11 Isaya hamsini na tano mstari wa 11, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitarudi kwangu bure, bali litatenda lile nipendalo na litafanikiwa katika mambo katika mambo yale nilio lituma neno la Mungu haliwezi kurudi kwake bure. Mungu akishatoa ahadi lazima aitimize, yani ndo, yani ndo katika vitu ambavyo kujifunza kuhusu Mungu nabaotuujue hicho kama Mungu asikudanganye kuna vitu Yani Mungu anaweza kufanya anaweza kufanya vitu vingi sana, he can do a lot of things but lying he cannot do. Kudanganya Mungu hawezi, yani hawezi kabisa kudanganya. Kwa mimi, nataka naki, kuna watu ambao wanaangalia kwenye hii video, naona kama vile najisikia in my spirit kama vile wanafikia point ambayo wanataka kweli kukata tamaa na unataka kweli ku give up, wengine wataka kanisani, na unataka tena kwenda kusali kusali na hote na utaki. Hata kama unamtrust Mungu, labda kwa, kwa labda flani, mtoto wako labda ana issue fulani, unatrust Mungu kwamba unamwamini Mungu kwamba atamponya atamponya huyo mtoto. Naomba ili neno leo likupe encouragement, naomba hope unavyoangalia hii video utaanza kujisikia kidogo um, imani yako itapanda kuamini kwamba kwa kwa ajili kwa wewe kujua kwamba Mungu akishatoa neno lake hawezi ku, aliwezi kurudi kwake bure. Na mambo hayo ya ku, ya, ya tiba kwake ni marahisi sana. Ma kwake ni marahisi sana kwa yeye kufanya. Anza kumshukuru Mungu kwa huyo mtoto, anza kumshukuru Mungu kwa mtoto hata kwamba amekupa hiyo baraka kwanza. Zamani kuna wengine ambao wanasali wanasali hata upate mtoto, hawapati mtoto. Wewe tayari unaye, lakini unaomba kwamba okay, Mungu, naomba umtibu huyu mtoto naomba nikwambia kwamba Mungu ni mkubwa na ya, <coughs> ni mkubwa na pia he's a good God ni, <coughs> ni Mungu ambaye ni mzuri ana, ana upendo na watoto wake na kitu kama hicho. Kwa, kwa ewe usikate tamaa. Kama unasali endelea kusali, kama unasali biblia yako, unasoma Biblia yako kila siku endelea kusoma Biblia yako, kama unaenda kanisani endelea kwenda kanisani, lakini usikate tamaa, no matter what you don't give up, kwa sababu kishatokea kwa neno la Mungu, kama nilivyosema, lazima litimie na afya tayari. Mungu you know, Yesu alivyokuwa kwenye msalaba alikuwa anakufa kwa Kujiri, kwa ajili ya afya yetu, kwa ajili ya um, you know day to day, hata well being yetu yani hela, kila kitu kwenye kwenye msalaba pale alishatupatia kila kitu, kwa hata afya tayari. Yani mtoto wako, mtoto wako tayari yupo, tayari ni mzima 100%. Na kingine hata wageas oh, na mimi naomba Mungu na, naomba naomba naomba kwamba nipate mtoto naomba naomba naomba nipate mtoto and haijatokea. Uh, pia ili neno la kukupa imani kwamba itatokea as long as Mungu ameshakupa promise kwamba ita, ita amekuahidi ame kwamba atakupa mtoto ama amekuahidi kwamba mtoto wako ata, atapona then na kwamba nikupe encouragement kwamba hicho kitu kitatokea okay? and, kwa nitasema hii nani tena hii um, neno tena ambalo ni from Hesabu 23:19. Mungu si mwanadamu, Mungu si mwanadamu anene uongo, wala si mwana wa Adamu ajute. Je, amesema naye hatatenda? Au amenena naye hatalitimiza? Kwa mimi, naitwa Christina, hii ndo channel yangu ya YouTube. Naomba u- uh, uh, um, subscribe subscribe subscribe, kama ile neno limekugusa, then naomba uweke uh, kwenye comment, naomba uandike uh, kitu kwenye comment, na naomba pia, uh, like hii video. Okay, asante asante sana kwa kuangalia hii video mpaka mwisho and nitakuona siku nyingine bye.